Habari mtazamaji wa Razam Online TV, leo tumeandalia tena makala ya afya kuhusu faida ya ndizi, tofauti ya virutubisho vilivyomo kwenye ndizi mbichi na zilizoiva. Tafiti zimebaini kwamba ndizi zilizoiva ndio zenye virutubisho vingi zaidi. Ndizi ni tunda lililopendwa na watu wengi. Ndizi mbivu husaidia kurutubisha nguvu za kiume, hivyo ni muhimu sana kwa wanaume. Hii ni kutokana na uwepo wa madini ya manganesiamu na manganezi kwenye ndizi, hivyo inashauriwa kula ndizi moja au mbili kwa siku. Ndizi moja yenye uzito wa gramu 126 ina virutubisho kama vile calories 110, potassium gramu 450, carbohydrate gramu 30, fiber gramu 3, sukari gramu 1, Protini gram moja, manganesiamu, manganesi, vitamini A, vitamini C, kalisiamu na madini chuma. Ndizi hujenga afya ya moyo na kuboresha mfumo wa uzazi, yani improve reproductive system. Uwepo wa madini ya manganesiamu na manganesi kwenye ndizi yanasaidia kuimarisha mfumo wa tezi dume na mfumo wa uzazi kwa ujumla, hivyo inashauriwa kula ndizi mara kwa mara ili kujenga afya yako iweze kuwa sawa. Ndizi mbivu husaidia mfumo wa chakula kufanya kazi vizuri na kwa ufanisi. Asante ndugu mtazamaji wa Razam Online TV, usisahau kusubscribe, ku like, kulaiki, kushare pamoja na komenti, ili tunapoachia habari zetu uweze kuzipata kwa wakati. Aliyeandalia makala haya ni Miraza Mustafa Arkanjoi. Asante. Bye bye.